<SMILINGaría> Shukuru serikali ndio na tu kuendelea kujali wananchi wa Monduli kwenye sekta zote, ndio jana na juzi tulikuwa tunavizindua miradi ya maji, lakini hata leo tunaangalia miradi ya afya ambayo ikiwa inaendelea vizuri sana kutokana na fedha za serikali za Samia Suluhu Hassan, lakini tuende kutoa msisitizo fedha zifike kwa wakati, kwa sababu tunafahamu kweli kata yetu Mfereji kwa kipindi kirefu imekuwa nyuma sana. Kwa kipindi kirefu kata Mfereji imekuwa nyuma kwa huduma hizi za jamii, elimu, afya ni muhimu sana kwa tutasukuma, lakini tuende kusukuma moja, na viongozi pamoja na wadau wote Mwenyekiti mwenyekiti wetu wa jumuiya ya vijana naye ni mtu wa Mfereji mkabisa. Na wewe kiongozi wetu tusukumane kuwasaidia kuisaidia serikali kufanya miradi hii ikamilike kwa haraka. Sawa sawa. Eh, kwa basi nashukuru, lakini napongeza zaidi. Jengo hili, jengo hili tulianza tuli tu tulianza na mpaka sasa hivi imefika usehemu wa upauzi, ila mbao hizi za, za kufunga gypsum bado na plasta na ipi anaendelea. Kwa ndani, mabomba ya umeme yanaendelea, yanachimbiwa ya ya ya ya na yale nani ya maji pale, na ipi yanaendelea kuchimbiwa kwa kwa. Mpaka sasa hivi, jengo hili nadhani tu imefika katikati ya mradi mbado, bado, tum, bado bado bado nyingi bado umeme, bado plasta, bado kufunga gypsum kwa, nadhani mpaka hapa tuliko kazi bado inaendelea na, na, na, kazi bado kubwa sana, lakini kwa kwa nje kwa maeneo ndio huu tunaona kwamba yani mwisho wa mwezi huu wa tatu jengo linakamilika. <coughs> Fedha hizi tulitoka kutoka mfuko wa TASAFU e. Na fedha hizi ilikuwa ni milioni tisini na mbili laki nne na kumi ndio tulizozipata kwa ajili ya ujenzi wa, wa, wa jengo hili la zahanati. Ah, sisi kwa, kwa mheshimiwa mbunge tunataka tunata, tunata, tusaidie kutushika mkono kwa ajili ya jengo la mtumishi.